Umetuzingira katika hali ambayo hatungeweza pekee yetu. Juma hili lote tulipokuita Bwana, ulionekana. Juma hili lote tulipokuita Jehova, ulidhihirisha ukuu wako na wema wako. Umetulinda katika vizazi hivi vyote, tumeona mkono wako ukiwa nasi. Ni wakati mwema pia. Tunanyenyekea mbele zako kwa ajili ya huduma tulionao, na asante sana juma hili jinsi umekuwa nasi. Tunainua mikono yetu tukisema asante Bwana, asante kwa mkono wako. Asante kwa baraka zako. Jehova tunapoelekea wikendi, tunahitaji wema wako na fadhili zako ziwe pamoja nasi. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu popote alipo. Neema yako inamlinda na kumtunza. Anabarikiwa ingiapo tena atokapo. Anabarikiwa katika taifa lake na hata tena nje ya taifa lake. Anabarikiwa kule mjini na zaidi ya yote pia anabarikiwa kule mashambani. Analindwa na damu ya Yesu. Na popote alipo aliye mdhaifu tunasema Bwana anapona kwa jina la Yesu. Tunakemea kila nguvu za magonjwa, magonjwa ya kujirejesha na kurudiarudia, magonjwa naye kuja kama ya kifamilia naye anayewaandama siku zote. Tunavunja haya magonjwa kwa jina la Yesu yakaweze kushindwa. Tunatangaza kibali cha Mungu kwa wanaosafiri kwa ajili ya wikendi hii. Kila gari watakalo liabiri, popote watakapoenda, Bwana enda na wao, wape kibali cha kutosha na neema yako iwatoshe na kibali chako kiwaongoze katika jina la Yesu Kristo. Tunasema wewe ni Mungu na hakuna Mungu kama wewe. Walinde na kuwatunza watumishi wako, wape rehema za kutosha siku zote, wahifadhi katika ukuu wa neno lako. Wapigania, wawezi pigana peke yao. Watetee Bwana, wawezi kuteteka na kutetea peke yao katika safari. Wewe ni mtetezi kulingana maandiko, mtetezi wetu ulio hai. Tena utatutetea hata nyakati tunazokuwa chini. Bwana utatuinua nyakati tunaonekana tuko peke yetu. Bwana yu pamoja nasi, safari zetu zinatunzwa na kulindwa na Mungu wa Israeli. Tunakualika Jehova katika sehemu hizi za huduma, huu Bwana, kuna wakati huu wengi wanalia, walipoteza wapendo wao i wanajipanga kuwaji ya kurejesha mchangani. Bwana wa majeshi, tunahitaji wema wako wakati huu wa majonzi. Wapanguze watumishi wako tena, watie nguvu wanapoenda kuwasindikiza wapendo wao na kuwalaza. Bwana wape nguvu za kutosha wakati huu mwema, wape kibali na kufanikiwa kwao siku zote. Bwana wafariji, katika jina la Yesu Kristo tunatangaza anga iliyobarikiwa na sa sana katika wikendi hii tunatangaza tangaza kibali kiliyoinuliwa kasa sana katika wikendi hii, rehema za baba zinazingira maisha yao, ukuu wako na kibali chako kinawainua siku zote. Tunasema roho wa Bwana, roho wapenda kote, roho wa badada, shuka ukatetee watumishi wako kuanzia sasa na kuendelea, uwatie nguvu wakati wao wamelemewa katika safari. Tunatangazia dunia nzima ibarikiwe, tunatangaza mahali sauti yetu inafika na mahali popote ambapo mtambo wetu unafika, tunatangaza baraka za Mungu. Tunawatangazia baraka wote wanaotazama na kuziona video zetu katika mitandao ya kijamii. Bwana, walindwe watunzwe na wabarikiwe. Jehova, wasikose lolote. Bwana wafanikishe, walipe madeni na walio na madeni wakalipwe katika jina la Yesu Kristo. Bariki biashara ya ndugu huyu Bariki biashara ya dada huyu, bariki biashara ya mama huyu, siku zote umlinde na ubariki kazi ya mikono yake katika jina la Yesu Kristo. Tunakuita Jehovah, tunahitaji uwepo wako. Tunakuita Emmanuel, tunahitaji mkono wako. Tunakuita Bwana wa majeshi, tunahitaji uwepo wako. Tunaamini ya kwamba yote yamewezekana, na kwa nguvu za Mungu yote yameinuliwa. Bwana akulinde popote ulipo na akutende mema, uwazingire watumishi wako, wewe ni Mungu na ni kwa Kristo, na kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana akulinde popote ulipo, msikilizaji wangu, na akupe neema na kibali cha kutosha lolote utakalolifanya likabarikiwe na popote utakapokanyaga nyayo za miguu yako. Bwana akupe sehemu hiyo kuwa yako kwa utukufu wa jina la Mungu wa Jehovah. Asante na karibu kabisa. Uko ndani ya Radio Fortune Africa. Radio yako inayokua kwa kasi sana duniani. Tunashukuru Mungu kwa wema wake na kwa fadhili zake, ukuu wake na baraka zake zimekuwa pamoja nasi siku zote. Atukuzwe na inuliwe Jehova. Endelea kusimama na kituo hiki kwa maombi popote ulipo, endelea kutuombea popote ulipo. Unapoomba, ombea kituo hiki, na Bwana atakubariki sana zaidi ya yote pia. siku zote pia tunasema asante kwa wale wana ambao wananyosha mkono wao kusimama na kituo hiki. Mungu ambariki na watende mema kabisa. Pia asanteni kwa wote wana ambao wanasimama nasi ili tusalie hewani daima. Tunasema hivi mpenzi msikizaji wetu Naomba mchango wako katika hatua ya kununua transmitter, mtambo wa nguvu nao uweze kupeperusha na kutupa sauti yetu kufikia wengi na kwa mbali zaidi, maana tunatamani kufika FM na tunaamini inawezekana. Wakati Bwana anapanua wigo letu kuwafikia wengi mamilioni ya watu, ni jambo la kupendeza tena la kuinuliwa kabisa. Nililo jema kwangu ni hili maono tuliyonayo, na ndoto itatimia tu wakati utashiriki baraka hizi, maana Bwana amejikujileka hajakuleta hapa bure, amekuleta na makusudi ili pia nawe unaweza nyosha mkono wako kusimama na kitu hiki. Bwana walinda watunze, na wabariki sana kwa maono na ndoto tulio nayo, inapotimia na utukufu unamrejea Mungu wa Israeli. Basi mchango wako ulio nao unaweza tuma kupitia paybill namba yetu ambayo ni 625625 na account number ni 01245085217800 na wapenzi wa TIN namba, pia tuko na TIN namba ya Radio Fortune Africa ambayo ni 4561468 ya, unaweza tumia mitandao yote na ituma fedha kutumia tin namba hii ambayo ni 456146 456168. Na Mungu atakubariki sana. Asanteni popote mulipo, na asanteni kuendelea kuvifuatilia vipindi vyetu. Mungu awalinde awatunze, na zaidi yote unaweza tumia Google kutupata Radio Fortune Africa. E, unapo Google to Radio Fortune Africa unatupata, ama unaweza tupata vyema kapita kupitia Facebook yetu page Radio Fortune Africa kwa njia nzuri tena kupendeza live mbashara na mbali nayo na pia unaweza e, kutupata vyema kabisa unapotumia link ambayo nimeiweka hapo juu, na inakuwa ni baraka sana. Asante na Mungu awatende wa mema awabariki, muwe na weekend iliyobarikiwa, tena weekend iliyonuliwa. Mungu awatunze wa awabariki. Shalom and bye.